Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA God Bless Lema amezuiliwa kuingia nchini Kenya. Hili ni ama hii ni taarifa ambayo ametoa muda mchache uliopita kupitia ukurasa wake wa X kwa siku hii ya leo. Sasa hii imekaaje? Pengine utakuwa unajiuliza hivyo, lakini uh, kabla tujaendelea mbele zaidi hakikisha una subscribe Habari Digital, lakini pia una like na kucomment, uh, taarifa hii sasa kwenye ukurasa wa X wa mwanachama ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Godbless Lema amezuiliwa kuingia nchini Kenya. Naomba ninukuu uh, ujumbe ama andiko ambalo ameliandika kwenye mtandao wake wa X kwa siku ya leo. Nimefika mpaka Wanamanga mchana huu, nasafiri kwenda Nairobi, Kenya. Wakati nafanya proses za uhamiaji, nimeambiwa na idara ya uhamiaji kuwa kuna zuio kwa viongozi wa CHADEMA kusafiri kutoka nje ya Tanzania. Niko katika ofisi za uhamiaji, nasubiri maelekezo kutoka juu. Uh, wasiwasi ni mkubwa sana na mashaka, uh, na mashaka. Siku moja haya mambo yatakwisha kabisa. Huu ni ujumbe ambao ameuandika mmoja kati ya wanachama na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Godbless Lema kwa siku hii ya leo, ni kuhusiana na zuio ambalo amekutana nalo wakati akielekea ama akifanyia process mchakato mzima wa kuweza kuelekea Nairobi, uh, Kenya. Sasa uh, mpaka muda huu ambavyo tunazungumza mi na wewe, Godbless Lema yupo katika ofisi za uhamiaji na kubwa ni zuio ambalo amelitaja hapa kwenye ukurasa wake wa X ya kwamba zuio hili limewekwa kwa viongozi wa chama chake cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kusafiri kutoka nje ya Tanzania. Na kwa sasa uh, kwa mujibu wa kile ambacho amekiandika, anadai ya kuwa yupo katika ofisi za uhamiaji na anasubiri maelekezo kutoka juu. Na wasiwasi mkubwa pia ambao ameuandika hapa ni kuwa uh, ana wasiwasi mkubwa sana na Uh, mashaka na kadai ya kwamba siku moja haya mambo yote ambayo pengine yanatokea uh, yatakwisha. Sasa hiki ndio kile ambacho amekiandika, God bless Lema huyu ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Safari yake ya kuelekea Kenya ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Uh, of course, ajaliweka wazi hilo lakini, sisi kama Habari Digital tunaendelea kukufikishia taarifa kadri ambavyo zitaendelea kutufikia kupitia vyanzo mbalimbali vya habari. Hii taarifa ambayo nimekusomea hapa ni taarifa ambayo imeandikwa na God bless Lema, na Lema, na akawa ameiweka kwenye ukurasa wake uh, wa X. Tukumbuke kwamba uh, siku za hivi karibuni kuna vuguvugu ambao likuwa likiendelea kuhusiana na wanaharakati wa, uh, mmoja kutokea Kenya na mwingine kutokea Uganda kuzuiwa nchini Tanzania, lakini leo hii ni taarifa ambayo ameitoa kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Godbless Lema ya kwamba alikuwa anafanya utaratibu wa kuweza kuelekea nje ya nchi, lakini zuio ambalo amekutana nalo kwenye ofisi za uhamiaji limemkwamisha yeye kusafiri na kuweza kuelekea Uh, nchini Kenya. Hii ni Habari Digital na tukushukuru pia kwa kuendelea kuwa moja kati ya wafuasi wetu wazuri zaidi. Lakini uh, kubwa ni kushirikisha taarifa hii kwa watu wengine, lakini pia usisahau kuandika maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya kuandika maoni. Mi naitwa Manoni Joni na hii ni Habari Digital. Endelea kutufuatilia na kaa karibu zaidi na mitandao yetu ya kijamii. Instagram, Facebook pamoja na X ni ati Habari Digital, lakini pia YouTube ni Habari Digital. Hadi wasaa mwingine tutakutana hapa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana mambo mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutokea ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Bye bye.